A, nime- niko mbele yenu hapa waandishi wa habari, kuna mambo kadhaa mawili nataka nizungumze na Watanzania na wanachama wenzangu, hususan watu wa Nyasa. Baada ya uchaguzi pale Mlimani City, tukampata Mheshimiwa Lissu, mimi nilidhani baada ya ushindi, huku nyuma tulikuwa tuna mivutano mikubwa, nikadhani uongozi mpya unaweza ukawaunganisha tukiwemo na sisi ambao tulikuwa kundi ambalo tunamuunga Freeman Yakaeli Mbowe ameshindwa, basi tuungane kwa pamoja ili tuendeleze hili gurudumu la siasa. Kumbe nilikuwa najielekeza vibaya. Kilichokuwa kinaendelea mpaka sasa ni chuki, ubinafsi na uzandiki ndani ya chama. Nasema hivyo kwa sababu Tulikuwa tuna tuna operation ambayo sisi ilianzia hii ambayo inaitwa no reform no election ilianzia Nyasa, nafikiri waandishi wa habari mnafahamu. Yaani, ubaguzi unaonekana waziwazi. Huyu ni mtu ambaye basi asipewe mike, hata kusalimia kwenye mkutano. Huyu ni mtu ambaye basi asipate hata nafasi kwenye gari, vitu vya hovyo kabisa. Ambavyo mimi niliingia Chadema, nilikuwa nina imani na Chadema nikiamini kwamba tunapendana tuko kwenye umoja na tunashirikiana kwa mambo mbalimbali, na ndiyo maana mnaisikia kuna Chadema family ambazo zilikuwa zinatuunganisha kwa pamoja, tuko kwenye no reform, no election. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, ni kweli nilikuwa kwenye ziara ya Nyasa, nilizungumzia habari ya no reform, no election, lakini nilikaa nikatafakari. Wanasema tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu tusubiri mabadiliko ya sheria, na kama tukikosa mabadiliko ya sheria basi tukazuia uchaguzi. Na hoja ya viongozi wangu ni kwamba kama hatuwezi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa, kwa hiyo tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa. Lakini hapo hapo wanasema viongozi wangu wa Chadema kwamba tukazuia uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, na Watanzania, na wanachama wenzangu wa Chadema, mimi binafsi kama Magreth Mlekwa sikuona mwanya wala upenyo unaoonyesha tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, kitu ambacho hakiwezekani, na kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume Asilimia tisini na tano tunaoumia kwenye madhara haya na madhira haya ni sisi wanawake. Ninawasii wanawake wenzangu mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi. Kwanza ni kosa, ni kosa na mtapigwa, mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako, mheshimiwa mwenyekiti Lissu wako Beligiji, unawaambia wengine wakazuia uchaguzi? Nani? Hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Kwa hiyo sisi tukawe mbele pale tunakwenda kuzuia uchaguzi, kitu ambacho mimi nilijitafakari nikaona sitoweza. Pamoja na mambo mengine yote, wenzangu wamezungumza. Mimi Magreth William Mlekwa, kama katibu wa Baraza la Wanawake Kanda ya Nyasa, mimi nimejivua wanachama wa Chadema, mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizo nazo kwenye chama hiki, na naomba nikaendelee kufanya shughuli zingine, kwa sababu shughuli sio siasa tu.